wamesikia katika uongozi wa biografia yake, bavuze ko abana byaye, walisema watoto ambao alizaa, rero harabana bari hano na wale ambao wako hapa haina bana batari hano, na kuna wale ambao hawako hapa kubera ibibazo biri mubihugu bihugu bitandukanye, sababu ya tatizo ziko inchi aina tofauti, ni bari hano hawako hapa mugabo tugere tubereke ila e, e, tunahitaji kuonesha umwana mkuru mtoto mkubwa mubana bana bavuzwa basigaye hano watubona bana babiri, watoto ambao babake hapa, tunaona watoto wawili eh mukuru lero rero burabana cyangwa imfura yoyoweli kawaida mtoto kifungwa uzazi wa mzoyoweli Leka tumbe, leka tuwasabe, abaguruki, Acha tumsihi asimame. Makofu kwa bwana, hani mwako yamwona akurikira uyu, uyu mwenye nafata uyu mkono wa kushoto. Uyu niwe asigaye niwe amukurikira yeye ndo wanafatana. uyu rer niwe yakurikira umuhisi yakwigendera uwo twataziraga ha e, binahaha. Uyu ndiye ari ndio mmoja alikuwa anafuata bila haha, yamukurikira huyu ndiye alikuwa anamfuata kama tulivyozungumza kwenye watoto wote. hariyo mukogo umwe ari hano, kuna mama mmoja yuko hapa, na wala katumusabe, ni umwana umwe mu bana ba Yoweri, naye acha tumuombe asimame, maana na yeye ni mmoja wa watoto wa Yoweri, nuyu mubona hano leo

Uyu ni mushiki wajya kwige muri mushiki wajya kwigendera. Huyu dada yake marehemu Yoweli. Nikadaho tumusabe ahaburu. Acha na tumsihi asimame. Kani mwana mwana yuko kwa basa ananya kwigendera. Tena mwana kwamba wanafanana na mzee marehemu. Hadi mtoro mwana hadi hija kandi, e tunaona ngano ya huku e umutama nuka gwaye mzee, japokuwa ni mgonjwa. Uje ni mtoi wenye kwigendera. Huyu ni mdogo wake marehemu Yoweli.

Vema si, tusogee hapa na pale, ulipo niombe upandishi mkono aupinda tusalimiane namu hii tutakawia. Yes. Uh, kuchukua nafasi hii mtumishi uh, mmoja uh, ndugu hapa akaombea mhubiri neno watakalolitoa lisimamiwe na wewe, waongoze na kuwajalia neema. asante kwa sababu yote yatawezekana kwa uwezo wa nguvu za jina la Yesu Kristo. Amen. Ndiyo sisi basi tuko hapa kwa ajili ya kuifazi mwili wa mtumishi wa Mungu. Ndio hili wa ajili yetu watasafisha kulala mauti kwa sababu ikaonekana ni kifo. Na alipofanya hiyo dhambi, uh, ule mwili wa utukufu uh, aliupoteza, na alipopoteza mwili wa utukufu, ikaonekana tunavaa huu mwili wa udhaifu mwili unaopigwa na magonjwa mwili ambao una, unazeheka. Basi Yesu peke yake ikaonekana aje kurejesha kile ambacho uh, Adamu alikipoteza, na Adamu tunajua ni udongo. Kila mwenye mwili lazima huu udongo urudi ulikotoka, na roho itaenda kwa mwenye nayo. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya kuhifadhi mwili e, mtumishi wa Mungu hayuko hapa tena, ameshachukuliwa na aliyemuomba, roho yake imeshachukuliwa, bali hapa ni kwa ajili ya kuhifadhi huyu mwili. Sasa a, na Paulo akawaandikia Watesalonike, maana walikuwa wanasumbuka unapopoteza wakwako, tunajua tulipoteza wazazi, tulipoteza wa ndugu wa karibu na kadhalika, walikuwa wanasumbuka sana wanapofiwa na wakwao. Ikaonekana sasa Paulo achukue fursa ya kuwaambia ukweli, akawaambia hivi: uh, msifadhaike, musifadhaike, sisi ambao tuko wa Yesu Kristo msiwo na mashaka. Ina maana hawa ambao wanakufa wakiwa ndani ya Yesu, hiyo ni sharti kuu ni ujumbe kwa wale ambao wanakufa wakiwa ndani ndani ya Yesu. Wengine sijui, lakini ambao ninaenda kuwazungumzia ni hawa ambao wanalala, wanasinzia, wana wakiwa pamoja na Yesu. Wana, tuna ujumbe mzuri wa kwamba hawa ambao wanatangulia kufa kutoka mwilini, maana kufa ni mwili unaachana na roho, mwili unaenda sehemu yake na roho inajui ukweli wewe ambao unavaa muwili uwe mweupe uwe mrefu uwe mnene uwe umesoma uwe, uwe hukusoma yeyote yule anavaa muwili njia ni hii hii sose hapa tuko kwenye mstari huyu ametangulia na sisi tuko nyuma ni kwako na mimi sasa kujiandaa kwa safari hii angalia kama uko ndani ya Yesu ili siku ile ambapo parapanda italia uwe wa kwanza na wewe kumuraki mawingoni ni hili neno likufariji lifariji eh, familia mzazi wetu. Mtumishi wa Mungu amepumzika, na alimtumikia Mungu na roho yake iko mikononi mwa Mungu, na huyu muwili ameuacha hapa, atavikwa muwili mwingine, muwili wa utukufu. Mubarikiwe pamoja na mimi kupitia jina la Yesu Kristo amen. Ingine Amen. kondoo zako wakapate neno kama hilo basi Mungu, ni muda mzuri na mwafaka wa kuweza kuurudisha sehemu mtumishi wako. Njoo unyoshe mkono wako, wewe peke yako, uwe pamoja na mwili huo, maana tunaamini mwili huu ni mwili tu, ambapo ulimtu, ulim, ulitumia kutunza mtumishi wako ndani, lakini yeye hayumo tena. Kulingana na imani ni kwamba yuko sehemu ambako amehifadhiwa na huu ni mwili tu basi mahali utakwenda kuwekwa ulindwe na wewe tumerudisha tena vipindi vyote vilivyo mbele yako tunavirudisha kwako uweze kuvisimamia hatua baada ya hatua kwa jina la Yesu tunaomba amen Bwana atasifiwe haleluya